Huku siku kumi na sita za hamasa dhidi ya dhuluma za kijinsia zikiendelea, zaidi ya wanawake mia moja wamekusanyika hapa Mombasa, ili kuhamasishwa dhidi ya aina mbalimbali za dhuluma hizo. Akizungumza na vyombo vya habari, mwanaharakati wa shirika la Sisters for Justice Nail Abdalla amesema shirika hilo limekumbatia mbinu ya utamaduni ili kuwaleta karibu wanawake na kuhakikisha ujumbe huo unafika mashinani. Aidha, Abdalla amesema lengo hasa ni kuhakikisha visa vya dhulma za kijinsia mtandaoni vinapungua au hata kumalizika. matokeo ni mwanzo. Tunataka kila mmoja afahamu. Tuweza kuwa kwamba tuko hapa na mitandao yetu ama simu zetu, lakini wengi hatuna ufahamu ya vile tutakavyoweza kujimiliki ama kujikinga na mambo kama. Basi tutawafundisha how to be safe digitally. Hizi simu zao waeke password, kama ni kuna kitu chochote chafu, sisi tutaangizana wache manake, kuna kitu kinaitwa AI pia. Wamama mashinani waweze kuelewa AI ni nini, na dox ni nini, cyber crime ni nini, cyber bullying ni nini, tuwaelimishe, manake tuamini, ukimwelimisha mwanamke basi umeelimisha kwa upande wake Agatha Kihara, afisa kutoka shirika la International Justice Mission, amesema shirika hilo litaendelea kutoa hamasa kwa ushirikiano na asasi mbalimbali ikizingatiwa, mnamo mwezi Oktoba mwaka huu walikuwa na mafunzo kwa maafisa wa usalama, ambapo waliwafunza jinsi ya kukabiliana na visa vya dhulma mtandaoni. Tumekuwa tukishirikiana na wadada wa social justice centers katika shughuli ya uh, uh, uh, 16 days of activism na kumbuka, tulikuwa nao makajana pia tuliwa support mitandaoni so... Sisi kama shirika tunajitolea kusaidia kueneza ujumbe wa kwamba watu waweza kuelewa maneno ya violence, especially digital violence. Kwa sasa naweza sema pia kama shirika hili e, ni jambo ambalo tunachukulia la maana sana, manake mnamo mwezi wa kumi tuliweza kufanya training na polisi wetu, manake tumerealize kwamba this is a new trend ambayo inakuja ya digital violence. So tukaona kama ni vizuri pia hawa askari wetu ambao wanafanya investigation. Maana kila jambo linaanza kwa investigation. Ni vizuri pia wapate ile training kidogo ya kuelewa about ya digital violence ili waweze kufanya hizo kesi zikifika pale kwa pa, wanaweza kufanya investigation. Kwa hiyo sisi kama shirika, ni jambo la pale tunatilia maanani na tunaendelea kushirikiana na social justice centers ambao wako pale mashinani ambao wanaelewa wale ambayo wanatokea na tutashirikiana vizuri ili tuweze kujaribu Zaituni Azizi ni miongoni mwa wanawake walionufaika na hamasa hizo. Nashukuru sana kupata fursa hii kuja kuhamasishwa kwa mambo ya, mambo ya mitandao dijitali, yaani nimekuta siku hizi yaani si mazuri, manake watu wengi wanatumia wanatumia mitandao kupotosha kupotosha jamii. Kuna wenye ambao wanatumia kwa njia nzuri kuhamasisha, lakini kuna wale ambao wanaopotosha ambao si sawa, na ningependa kama kuna hizo sheria ambazo na kanuni ambazo zinachukua zinachukua mkondo ya ku wale ambao wanapotosha yani wanapata wanashtakiwa, wana, wana, wana na wale ambao wamekuwa wame exposed wakipata haki, ingekuwa ni vizuri sana, watu watakuwa wakitumia mtandao kwa njia halisi, si njia ya kupotosha. Hii mwanangu kali ya mwaka. Hii tena mwanangu sijui nyoka za namba nini. Yaani mwanangu hii steli yako mwanangu noma. Sasa wewe ndio unachukua video za watu. Check check check. Ah, sasa hapa mwanangu mimi naipeleka viral. Hii ngoma mimi mimi sambaza. Usifanye usifanye hivyo hivyo, nakwambia. Niamini usifanye hivyo. minasambaiaino inchiah